Kuntum khaira ummatin ukhrijat linas taamuruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, nyinyi ni umma bora, mumeletwa ili mtumikie watu, mfanye dawa, muwasaidie watu waingie katika dini ya Mwenyezi Mungu. Taamuruna bil ma'ruf, nyinyi munaamrisha mema watanhauna anil munkar, na mnakataza watu wasifanye maovu mabaya. Watuminuna billahi, na mnamwamini nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu wapendwa, kwa ufupi, utukufu wote ambao kwamba sisi tumepata mpaka sisi kuwa khaira umma, tumekuwa wabora kuliko umma wengine, kwa sababu ya kwamba sisi katika umma wetu sisi tunaye Nabii Muhammad sallallahu alaihi, tumekuwa bora kwa sababu ya nani? Ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. unajisikia namna gani unapotembea katika hii ardhi na wewe uko katika umma wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, una feel namna gani? Angalia Nabii Musa alaihi salam kwa jumla kwamba yeye ni mtume wa Mwenyezi Mungu, lakini alimwambia Mwenyezi Mungu, ya Rabb, inni ajidu fil alwah ummatan anajiluhum fi sudurihim, mimi naona katika lauhi lmahfudh kuna umma ambao kwamba sifa zao, sifa za hao umma unaokuja, sifa zao zimeandikwa kwenye lauhi lmahfudh. Nimesoma pale, ya rabbi zile sifa ambazo kwamba ziko pale ya Rabbi, hawa umma huo umma huo, naomba uwajalie uwe ni umma wangu. Umma huo ya Rabbi, nimesoma katika lauhul mahfuz, umma huo umewajalia, anajiluhum fi sudurihim, vitabu vyao Qurani yao watakuwa wanabeba kwenye vifua vyao, yani watakuwa wanahifadhi Alquranul Karim, watakuwa wanaweza kuhifadhi Qurani yote, wakawa wanatembea nao katika, katika vifua vyao. Ya Rabbi, naomba uwajalie wawe ni umma wangu. Mwenyezi Mungu subhanahu wataala anamwambia kwamba tilka ummatu ahmada, huo ni umma wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Musa anaambia kwa jumla ya kwamba atatamani mengi, lakini mwisho atasema kwamba ya rabbi ij'alhum ummati, ewe Mungu wajalie umma huo uwe ni umma wangu mimi, nijalie niwe ni mtume wao. Mwenyezi Mungu anamwambia kwamba tilka ummatu ahmada. Ya Musa, bi risalati istofaituka birisalati wa bi kalami fahudh ma ataituka bi quwwa wa biqua kun min ashakirin, E Musa nimekuteua nimekuchagua nikazungumza na wewe nikakupatia risala yangu ujumbe wangu nimekupatia uwafikishie umma. fahudh ma ataituka bi quwwa, kile kichache nilichokupatia chukua ifanyie kazi, alafu wakun minashakirin, shukuru na hiyo kwamba nimekujalia kuwa nabii. Hata kama utaona nimekupatia kitu kidogo, lakini shukuru. Lakini umma ule ni umma wa nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa kama nabii Musa, nabii Musa alayhi salam aliweza kutamani kuwa mtume wetu, akashindishwa akatamani kwamba afadhali na yeye awe ni maamuma wa nabii Muhammad, yani awe kama mimi na wewe. Huyo nabii Musa huyo bila shaka aliona kwamba umma huu umebeba sifa nzuri, watakuwa na mambo mazuri ndani yao kuliko umma wake na umma wa nyuma, lakini ajabu kwamba na ubora wetu wote huu tuliopata kwa ajili ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sisi mpaka kuitwa kwamba khaira umma. Inawezekana kuna mtu amekuja hapa sahihi hapa alfajiri haja swali, alafu yeye ni katika umma tu Muhammad ambapo kwamba ni umma bora. Inawezekana kuna mtu ambapo kwamba yuko hapa lakini anamwogopa bibi yake mpaka hawezi kumwambia bibi yake alioamka swali. Inawezekana kuna mtu pengine hapa ambapo kwamba watoto wake paka yeye mwenyewe anaogopa hawezi kuamsha kuswali. Anakuja yeye ana swali anarudia nyumbani. Anasema la kumdini kumwalia dini kila mmoja na dini yake. Inawezekana sisi ni khairu umma lakini inawezekana kuna mtu ameketi hapa anasikiliza, Jumapili bibi yake anakwenda kanisani, yeye leo amekuja Ijumaa. inawezekana yuko. Alafu yeye katika khairu umma wa Nabii Muhammad sallallahu alayhi Inawezekana kuna mtu ameketi hapa, lakini tangu amemaliza kuswali alfajiri mpaka saa hii hajemswalia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtume ambao kwamba amenifanya mimi na wewe tukawa bora, sharaful ummati almuhammadiyya. Sisi tunazungumzia utukufu wa umma wa nani? Wa nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni nyingi kuna sehemu nyingi kwenye Qurani ambapo kwamba inazungumzia utukufu wa umma wa nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moja kati ya hizo sehemu ni kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ametujalia sisi kuwa ni mashahidi kwa umma wengine, sisi ni witnesses kwa umma wengine, tutatoa ushahidi siku ya kiyama kwa umma mwingine. Kwa mfano kuna hadithi ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siku moja ameketi na maswahaba wake, ikapita jeneza. Wale watu wakasifu ile jeneza, jeneza nzuri mashallah. Huyu mtu ah, alikuwa mzuri, alikuwa anatupenda, alikuwa hapiti bila salamu, alikuwa yani, watu wana huzuni, ameondoka. Mtume akasema wajabat, lazima apate baada ya muda ukapita jeneza nyingine, watu wanapita na jeneza nyingine, la ilaha ila Allah, la ilaha ila Allah. Wale masahaba wakaponda, wakazungumzia vibaya lile jeneza. Huyu ah, wacha tu, wacha kidogo tukunye maji, wacha aende. Bala huyu, kuku akiingia kwake ilikuwa hatoki, akipata mbuzi ya mtu amepita nayo, afadhali wacha aende. Sifa mbovu mbovu Mtume anawasikiliza akasema, wajabat lazima apate. Saiduna Umar ibn al-Khattab wakamuuliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ile jeneza ilitajwa hivi ukasema wajabati, na hii imetajwa kwa mabaya pia, umesema wajabati, hebu tutafsirie. Mtume akasema, ile jeneza la kwanza mulili muli muliswifia mulitaja kwa mazuri, yaani nyinyi mlishuhudia kwamba yeye alikuwa ni mtu mzuri, mlikuwa mnamwona kwamba ni mtu mwema. Sasa kwa ushahidi wenu huyo, lazima aingie peponi. Na huyo mumemtaja kwa mabaya, mabaya ambayo kwamba mliyaona akiyafanya, mkamtaja kwa mabaya kwa hivyo na yeye lazima afanye namna gani? Alipwe kutokana na mabaya yake. Kwa maana hiyo ni mtu wa motoni. Akasema, antum shuhadaullahi fil ard antum shuhadaullahi fil ard antum shuhadaullahi fil ard, nyinyi ni mashahidi wa Mungu hapa ardhini. Nyinyi ni mashahidi wa Mungu hapa wapi? ardhini kwa maana hiyo, ukiwa una tabia ambayo kwamba sio nzuri na umeona nafsi yako imekushinda kukontrol, na umeamua kufanya mabaya, afadhali jifiche sehemu, lakini mwishilama asifanyeje? Mwenzako asikuone, jifiche sehemu. Mtu asifanyeje? Usionekane, jifiche, lakini usipite mbele ya watu umebeba chupa na huku umevaa kofia Yaani, unatangazia kwa, mimi siogopi mtu. Yote wanakuona na watakuja kutolea ushahidi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Yaum al-Mahshar. Ogopa sana siku hiyo. Lakini mtu, watu wanafunga Ramad, mwezi wa Ramadhani unapita na miwa yako unakula, wanakujua <laughs> kabisa, huyu ni, huyu, huyu, huyu, huyu ni Abdallah, unajulikana ti tauni ndogo hii wanakujua kama ni Muislamu, wanapita na miwa yako, wanawaambia jamani, Waislamu nisamehe, mimi niko na ali sashi hata ukifika msikitini naambia, Waislamu huko wanisamehe sana, mimi mgonjwa, waniombee dua sana, huu ugonjwa utoke. Mbele ya watu watakutolea ushahidi ukiwa ni mgonjwa. Sawa, wewe ni mgonjwa, lakini nunua chakula ule wapi, jisitiri na Mungu atakustiri, jifiche sehemu lakini ah, mimi mgonjwa, unakula mbele ya watu, na hata kiasi ambacho kwa unakula si kiasi ambacho kwa kinaliona na mgonjwa. Ile saizi za chakula ambacho kwa unakula si ile ambayo kwa inaliona nani? Haiwezekani mgonjwa ale kilo tatu ya atapa na samaki, hapana wezekana Wee umekaa sinia, alafu unasema mgonjwa hali hiyo. Je, ukiwa mzima utakula kiasi gani? Wewe mgonjwa, sawa, chapati saba, maharage umejaa sahani, chapati saba, alafu nasema mimi nani? Ah, hatari! Kwa hivyo sisi ni mashahidi, angalia, nikimalizia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kwamba wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada a alal wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhadaa ala ja nasi wa yakuna rasulu alaykum shahida, hivi tumewajalieni kuwa ni umma wa katikati, yani nyinyi mko nyinyi umma wa katikati, yani umma waadilifu umma wa ukweli ndio nyinyi, umma ambao kwamba uko katikati, yaani juu yenu baada ya daraja ya mitume, nyinyi ndio mnaingia katikati hapo, alafu umma wengine wanakuwa chini yenu. Kwa hivyo, baada ya daraja ya mitume, watu bora baada ya mitume ni sisi umma tu Muhammad, alafu wanakuja umma wengine wale chini. Siku ya Kiyama, siku ya Kiyama tutatoa ushahidi mpaka kuwatolea mitume wengine kina Nabii Nuhu, kina Zakaria. Inakuja, inakuwaje hii siku ya kiyama? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa mfano, atakuja kumwita Nabii Shuaib akamwambia, Shuaib, nimekutuma kuwa ni mtume katika watu wendi, waokowe wa, wa, wa, wa wafundishe dini. Ulifanya kazi yangu, ulifikisha ujumbe Nabi shuaib atasema naam, nilifikisha. Wataitwa umma wa nabi shuaib kwamba huyu shuaib aliwafikishia ujumbe, watakataa, wakasema huyo hata hatumjui, hasijai kumwona watakataa. Shuaib ataulizwa shahidi wako ni nani? Atasema kwamba shahidi wangu ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasalama, wa ummatuhu, na umma wake, shahidi wangu ambaye alishuhudia kwamba nilifikisha ujumbe ni mtume Muhammad na nani, na nani na umma wake. Analetwa Nabii Nuhu. Nuhu alifikisha ujumbe, ndio wale wanakataa Nabii Nuhu, sia tukujui Nabii Nuhu. Atawaambia jamani jamani, mimi nilu, nilikuwa kwenu nikiwaita katika dini mkakataa. Hata wakati mimi natengeneza jahazi mnakuja mnapita pita pale mnaangalia, mimi natengeneza jahazi, mimi natengeneza jahazi, mimi natengeneza jahazi, mimi natengeneza jahazi kweli leo mnijui? Ah, huyu atujai atujai kuona jahazi yake wala atukujui kabisa. Ya rabi huyu ni mrongo noho. Kweli una ushahidi? Asema yeye eh, atakayetoa ushahidi ni mtume Muhammad na nani, wa ummatuhu. Sasa umma wa nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam utaulizwa vipi? mnashuhudia kwamba nabii Nuh alifanya kazi Umma wa nabii Muhammad ambao kwamba ni mimi na wewe utasimama ukasema, ya rabbi, ulitutumia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaja na kitabu ambacho kwamba alquranu lkarim, ukamteremshia maneno yako ndani ya kitabu hicho. Mtume huyu Muhammad alituambia kwamba nabii Nuhu alifanya kazi yake, hao wakakataa kusilimu, wakakataa kumsikiliza. Nabii Muhammad akasema kwamba atasema kwamba swadaku. Tukitoa ushahidi huu kwamba yale tulijua kupitia Al-Qur'anul Karim kwamba wale walikataa kuslimu, mtume atatia stamp kwamba swadaku, hawa umma wangu wamesema kweli. Nabii Nuh asemaje? wa,

ndio hiyo, wakadhalika wayakuna rasul alaikum shahida, shahidi wa mwisho atakuwa nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sasa umma ule wataanza kulalamika, ya rabbi, hawa hawakuweko katika wakati ule, inakuwaje wanatoa ushahidi sahihi na hatujaishi na wao? Kweli sisi hatukuwaona wale umma, lakini tumewaona, hatukuwaona lakini tumefanya hatukuwaona kwa macho lakini tumewaona kupitia Alquranu Karimu, kwamba ujumbe walipata, wakakataa kusilimu, wakakataa kusikiliza ujumbe wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Kwa hivyo, sharafu lummati lmuhamadia, tumepata utukufu kwa ajili ya kwamba kwetu sisi tunaye nani? Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mtoto wa mkubwa anakuwa nani? Anakuwa mkubwa lakini manabii hawa watakataliwa na umma wao. Hivi wewe unaonaje, umeenda kotini M na mtoto wako, mtoto asimame kotini aseme kwamba huyu sio baba yangu? Mtoto wako umemzaa alafu anakwambia huyu sio nani, wewe utasikia namna gani? Nabii Nuhu watu wake wanakataa kwamba sisi hatumjui huyu, si mtume wetu, hakufika kwetu. Unaona uchungu huo, mtoto wako akukatae na pengine unamwona amefanana na babu yako wa nyuma huko, alafu anakuambia mimi sikujuwe, sio baba yangu. Unaona uchungu huo. Lakini atakayewaokoa hawa mitume au manabii ni ni umma wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam, pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam, ndio ile moja. Akasema katika Burda, tumadihi wajalla idraku maulita min rutabin wa azza idraku maulita min niamin